Nitakriba, ni takribani wiki moja sasa imekatika tangu alipotiwa hatiani Nicole Joyberry Joyberry kwa kosa tu la kutakatisha fedha za watu kupitia michezo ya upatu. Mashabiki wengi wa Nicole Joyberry pamoja na mashabiki wa Wolper wamekuwa wakimuuliza Jackline Wolper kwamba, vipi, mbona upo kimya na tunafahamu ya kwamba rafiki yako, udugu wako, shosti yako Nicole hayupo katika hali nzuri, yupo na changamoto, yupo katika matatizo. Vipi wewe kama rafiki yake, mbona hatukuoni ukisema kitu chochote? Kwa hiyo baada ya kipindi kirefu kupita Olpa leo amekuja na maandiko mawili kupitia kurasa zake za kijamii. Tumeona e, wasanii wameshafanya hivyo akiwemo Steve Nyerere kuweza kuzungumza hivyo, lakini baadhi ya wadau waliweza kumwendea Harmonize kuweza kumuuliza vipi, mbona we hausemi chochote? Hawa hawa wadau wamekuja kumuuliza Olpa juu ya kile ambacho kinaendelea kumhusu Nicole Joyberry. Sasa leo olpa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare picha ya bidada Nicole akiambatanisha na wimbo wenye maudhui ya kwaya, wimbo wa Joel Lwaga, wimbo wa mimi ni wa juu. Lakini kwenye caption pale akaweka emoji ya kufunga mikono, niseme kwamba emoji ile ya asante ama amina. So kwenye comments watu wamekuja kuzungumza na kuweza kutoa ya kwao, kwenye ile posti ya kwanza ambayo alikuwa amemposti Nicole kwenye hiyo picha ambayo ina gauni la njano kama unavyoiona hapo kwenye skrini yako. So kwenye comments, watu wamekuja kuzungumza yakao ambayo wanayadhani. Kuna huyu anasema kwamba iko hivi, ukiwa uraiani unakuwa huru, yani hutafutwi wala kusumbuliwa, ila ukishakuwa na kesi tayari, we ni mtuhumiwa, huna uhuru tena kama wa mwanzo, na itakupelekea kusimamisha biashara, kazi, au hata harakati zako za kimaisha. Vijana, jela sio kuzuri, tuepuke matukio ya kujitakia huku unapata hewa safi, chakula kizuri na maisha yanaendelea, ila jela, vyote hivyo hakuna. Zaidi utafifiza ndoto yako na kujipa mawazo ya kutamani kujitoa hata uhai. Akaweka na emoji ya kopa likiwa limevunjika, akaendelea kuandika kwa kusema kwamba epuka matukio na dhambi, ishi maisha yako, maana ni zawadi ya muda mrefu tu, na Mwenyezi Mungu atakujalia mwisho mema, inshallah. Ile komenti ambayo nimekusomea hapo watu wamelaiki mia nne thelathini na moja mpaka sasa, huku kuna replies pale chini zikiwa zaidi ya thelathini. So mwingine anasema kwamba mimi nampenda sana Nicole, lakini tufike mahali tuwafikirie pia waliotapeliwa. Mwingine anasema pamoja na yote bado nampenda Nicole. So hizo ni komenti za watu ambao bado wanaendelea kusimama na Nicole licha ya kwamba ya changamoto ambazo anazipitia, lakini Jacqueline Wolper hakuishia hapo. Kuna, kuna posti nyingine akaiongezea Akamposti pia huyo huyo Nicole picha yake, lakini kwenye caption pale ndo akaandika kusema kwamba BFF, akaweka na emoji ya kopa jekondo akasema, joy is coming, akaweka na ile alama ile emoji ya kufunga mikono. Komenti za wadau sasa wakija waki pale chini kuandika maneno yao ambayo kukomenti ile posti ya Jackline Wolper, wakasema kwamba akitoka aende VETA moja kwa moja. Ile ile ile comment ina replies pale, watu wamejibu arobaini na saba bsb nadhani, na ili andiko la kwenda VETA ni kutokana na kauli ya mheshimiwa waziri mkuu baada ya kusema kwamba wanafunzi wote waliomaliza vyuo vikuu ni wakati wa kwenda VETA, kwenda kujifunza ufundi. So na yeye amekuja kuandika pale, lakini atezekile amekuja kuweka emoji zenye kopa machoni huku akiwa anaonyesha ishara ya kutabasamu. Mwingine akasema mwambie BFF wako asirudie tena. Mwingine akasema kwamba huyu ndio urafiki katika shida na raha, akaweka na emoji za kumpigia makofi kumpongeza Jackline Wolper kwa kila kitu ambacho amekifanya. Maimatha Jesse, yeye pia akaongeza na makopa manne mekundu pale So hicho ni kitu ambacho wamekomenti hapo, lakini natamani kuacha na hii komenti hapa, anasema kwamba atatoka salama inshallah, kila lenye uzito Mungu anaweka wepesi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinaendelea kwenye kurasa wa Jacqueline Wolper, ama Wolper stylish. Kwa hiyo tuendelee kuwa karibu zaidi, kama ameweza kuandika kwamba joy is coming, kwa tutegemee weekend hii mambo anaweza yakawa mazuri kwa Nicole. Kumbuka amefunguliwa kwamba anaweza akaweka dhamana ya mali sio ameshika yenye thamani zisizopungua yenye thamani ya fedha za like kitanzania zisizopungua shilingi milioni 47. Kwa ko hii ni Sawasawa Sawa Digital, lakini ilewo wa kwanza kupata taarifa zetu ponde tunapokuwa tumekuwekea, make sure una subscribe, lakini una turn on notification bell ili kuweza kujiweka karibu zaidi na kuwa mwanafamilia wa Sawasawa Sawa Digital. Lakini kumbuka kitu kimoja, hii ni Sawasawa Sawa Digital na tunakuhabarisha kiganjani mwako.